Lakini kuna mambo mawili nataka kuwakumbusheni. Kwanza, utakapopiga kura yako, haudaiwi kupiga kura ya asante kwa kazi ya siku zilizopita. Unaombwa kupiga kura ya imani kuwa mtu unayemchagua anaweza kuwatumikia katika siku zijazo. Inawezekana mtu mzuri sana akawa sasa, kwa mawazo yake, ni mzee mno au mgonjwa mno kuweza kufanya kazi nzuri katika miaka mitano ijayo kama alivyoifanya siku zilizopita. Kazi ya siku zilizopita ni kipimo kimoja tu cha uwezo wa mtu kuwatumikia, siyo hirizi ya uwezo wa siku za mbele. Pili, ingawa kura si asante na wala si zawadi kwa kazi iliyopita, ni imani kwa kazi ya siku za mbele. Mnachagua watu wa kuiongoza nchi yetu kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Kama huna imani tena na kiongozi wa zamani, mjaribu kiongozi mwingine, ikiwa unaamini kuwa huyo mwingine ni kiongozi bora zaidi. Lakini ikiwa kiongozi wako wa zamani kafanya kazi yake vizuri katika kipindi kilichopita, na huna sababu ya kufanya ufikiri kuwa hataendelea kufanya kazi yake vizuri katika kipindi kifuatacho, usimbadili tu kama nguo ili ujifurahishe moyo. Kubadilibadili viongozi kama nguo kunaweza kufanya uchaguzi ukawa kichekesho. Ningependa kuwakumbusheni jambo moja la maana sana, mnapochagua wabunge, hamchagui serikali. Serikali huchaguliwa au tuseme, hupangwa na rais. Lakini rais anapopanga serikali kutumia viongozi ambao nyinyi mmewachagua. Ni kweli kwamba rais amepewa uwezo wa kuchagua wabunge wachache, na anaweza baadhi yao akawafanya mawaziri, lakini hiyo ndio shabaha ya katiba yetu. Shabaha ya katiba yetu ni kwamba wananchi wachague rais na wabunge, na rais achague serikali kutokana na wabunge. Mkichagua viongozi bora Rais ataweza kuchagua baadhi yao kuendesha serikali. Mkichagua viongozi wasiofaa, kazi ya kuunda serikali huwa ngumu sana. Sina shaka mtachagua kwa makini na mtachagua viongozi bora. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Oktoba 25 mwaka 1970 akilihutubia taifa kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu.